Namuona mke wa rafiki yako anatoka gesti na mtu usiyomjua sawa, tukio muhimu sana. Wewe ni rafiki yako, unatoka kufanya nini kule? <laughs> sawa eh? Fikiria ukizungumza hii habari itakuwa na matokeo gani? Ni bora unyamaze tu, hujafanya kosa lolote. Tafuta njia yoyote ya kumnasiri rafiki yako, awe karibu na mke wake, njia utakayojua wewe lakini utakapopeleka taarifa kama ilivyo, madhara yake yatakuwa ni makubwa kuliko manufaa, na inawezekana ukawa umekosea. Kujua umetoka pale kufanya nini, kumjui yule mtu ni nani, shetani anatembea katika mwili wa mwanadamu kama kama katika mshipa wa damu kama damu inavyotembea. Unatakiwa unyamaze, lakini kwa mazingira tulionayo sisi katika jamii zetu, hiyo kunyamaza ni ngumu kweli kweli, na kukereketa mpaka itoke. Unajifanya unapenda sana rafiki yako, najua vinajali sana maslahi yako, bwana, sisi ndugu wa damu kabisa bana aibu yako ni aibu yangu, hivi hivi, maneno mengi, afu nakuja kuetoa ile jambo lako. Uongo mtupu! Umeharibu mafanania ya watu pale bila uthibitisho. Wote kutoka gesti sio uthibitisho wa zina, ni shubha.